alia unaonekana kama mwanadamu mwenye roho yenye upendo na uliyejawa na utu ndani yako, lakini matendo yako hayafanani kabisa na kila kitu ambacho nakizungumza hapa. Hivi wewe ni mwanadamu wa namna gani, usiyekuwa na huruma? Unataka nifanyie nini ndani mwana mwangu eh? Sikuelewi jamani, kuna shida gani? Usijifanya unielewi wewe nimekaa chini nimetafakari kwa kina sana, nimegundua kwamba kumbe mchawi wa maisha yangu ni wewe Omi, mshirikina wewe ni mchawi tena mnafiki mkubwa, na wachawi wote wako hivi hivi, wako hivi, wachawi wote, wanafiki wote duniani kama wewe. Yaani, unapomwambia ukweli anajifanya analia, anajifanya anaonewa, kumbe ni kutaka kujilinda tu ili asi, asigundulike kama mabaya yake yamebainika. Kwani mimi, mume wangu, nimekukosea nini Anifa? Nilikupenda kwa dhati, mke wangu. Nimeingia gharama mimi, nimefunga safari mpaka kwenu, lakini kwa nini nanilipa haya maisha yangu hayaendi, kila kitu kinabadilika, napanga mipango ndani haifanyiki. Kumbe mchawi wa maisha yangu yupo karibu na maisha yangu. Kwa hiyo samani yangu yote niliyokulea wewe toka utoto, ndo hii malipo yake yaisha na alipokuwa umechukua kitu cha upumbavu leo. Haya, ungekuwa ushajiua, ungekuwa umejiuaje? Kwenye nyali, kwenye nizike, mimi ningekuwa kwenye hali gani? Mpaka saa hizi nategemea kwamba wao nizike mimi, sio mimi nikuzika wewe Aisha. <tos> <tos> Bibi, bibi naomba unisamehe sana kwa kile nilichokifanya. Kusema ukweli nimejikuta tu nimeenda kufanya vile. <coughs> nilikuwa sijui nilitendalo na moyo wangu ulikufa ganzi. Kusema kweli bibi yangu, nilikuwa nikiamini nimeshampoteza Kai, kumbe nilikuwa najidanganya. Bibi yangu, naomba unisamehe sana na kuahidi sitorudia tena. Jani mekaa ubavuni kwangu kuharibu maisha yangu. Hanifa, ala! Hebu jaribu kutafakari mara mbili mbili mke wangu. Mazingira yote ambayo ninajitahidi kupambana. Hebu jaribu kuondoa mambo ya uchawi. Tutengeneze maisha. Mara ngapi nakaa na wewe na kujenga mke wangu, mwanamke ni hivi ni hivi. Kumbe unanichora tu na kuendelea kute, kuteketeza maisha yangu kwa njia ya madawa yako haya. Sikutarajia kabisa kama unaweza kuwa ni mwanamke mpumbafu, mnafiki, mchawi namna hii. Uchawi umeurithi kutoka kwenu wewe? Umeurithi kutoka kwenu si ndio? Inatosha. Inatosha mme wangu. Huo uchawi unakujaje? Nimemloga nani mimi, eh? Mimi nina akili, nina akili na tafakari. Kila siku nilikuwa nikiona hapa mara sijui madawa, mara nakunywa sijui unakunywa dawa, unatwangwa sijui vivile. Kumbe ni uchawi unatengeneza, si ndio, eh? Wewe nimeshagundua sasa. Sikiliza, leo iwe ni mwanzo na mwisho. Sitaki kuona tena haya madawa mundani. Yani, usithubutu kutumia tena dawa. tena. leo iwe mwanzo na mwisho kutumia hizi takataka humu taka ndani umeelewa vizuri? yani iwe mwanzo na mwisho siku nyingine nikikuta unatengeneza hii ndio itakuwa ni safari yako kurudi nyumbani kwenu. ningekuwa na hali gani saizi mimi? nilikuwa na aligali Aisha na kuuliza. <laughs> Bibi, nakuomba tafadhali msamehe a rafiki yangu Aisha, kwa sababu hata yeye mwenyewe amefanya maamuzi, sio kwa akili yake. <laughs> hii yote amepelekeshwa na hisia zake. Hata hivyo mtoto akiunyia mkono usi ukate. Kwa hiyo unabidi kumsamehe mjukuu wako, umsamehe, ila siku nyingine basi asije akarudia kitendo kama cha leo. Nakuahidi bibi yangu, sitorudia tena, no. Sawa so, bibi nimekuelewa, haitojirudia tena. Naangaika usiku kucha kumbe chanzo ni wewe. Haya, unadai kwamba wewe hujui dawa za mimba sio hivi na hivi. Mimi nahitaji watoto, kumbe watoto wote unawatafuna wewe humo ndani ya tumbo lako. Nahitaji kuzaa, nahitaji watoto, nahitaji kuitwa baba na mimi. Nahitaji mimi niwe na watoto, familia yangu ikue. Kumbe wewe ndio chanzo cha matatizo yangu. Kijiji chote chote wanajua. Chote hakuna asiye kujua kama wewe ni mchawi. Hakuna asiye kujua kama unatumia madawa mama. Duniani hakuna siri. Zimeisha vuja. Kama huelewi ndio uelewi. Kuanzia leo, popote utakapopita, watu wanakujua wewe ni mchawi. Wewe unaniroga, hutaki niendelee, wala hutaki nipate watoto. Umenielewa? Sasa dawa ya moto ni moto. Kuanzia leo, iwe mwanzo na mwisho haya madude haya. Nikiona unatumia tena dawa humu ndani, nikiona unatumia dawa, hey, itakuwa ni tiketi yako kurudi nyumbani kwenu, shetani wa kike.

Kwa nini mimi napitia wakati mgumu? Ina maana mimi niliandikiwa kutopata mtoto? Ninachojua mimi kupata mtoto ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. kwa nini huyu mwanaume ananitesa kiasi hiki? E Mungu nisaidie, na mimi unipe mtoto. E Mungu nisaidie, na mimi unitoe kwenye hii aibu. Nitanyanyasika mpaka lini? kila siku mimi tu ndoa, kuteseka. Mbona wenzangu wanapata watoto, kwa nini mimi? E Baba, naomba unisaidie. Nieleze basi shida nini? Habari njema, siuza kwa ah, mi heli kabisa suza <laughs> la mgambo la mgambo, nikilia kuna jambo hivi. Unavyoona mguu huu, nimetoka kwa dada yako mama Kai. Nimeita, nimeita kimya na milango imefungwa, ina maana pale hakuna mtu, lakini kuna hiki kijiji, kuna taarifa ambazo zimetokea natakiwa mimi niwagee wana kijiji, bwana Tasha na Kai wamepatikana. Wamepatikana. Wame wa kuna hizo taarifa za kupatikana bwana Hamadi, ina lillahi wa ilaillahi la laja. So taarifa za kuzifurahia hata kidogo mimi mguu likuwa naelekea uko Pwani kufuatilia habari hizi hizi hizi taarifa unazonipa wewe ni za uhakika? maana nawe mtu wa maneno maneno wewe. Ala mzee fubi ah, niamini kwenye hilo. Kwa sababu gani? Ninavyokwambia sio kwamba labda uga nina makonakona hapana, nakwambia kitu ambacho kimenyoka, yani kama unaelekea huko Pwani labda ukaangalie mwili wa bwana Homa. Lakini kwa taarifa ambazo nimezipata mda huu si, so mda mrefu sana, taarifa ambazo nimezipata kwamba maskari tayari washakuja, wamechukua ule mwili nakwenda kuufanyia uchunguzi. Mimi nakushukuru bwana kwa taarifa zako, asante sana. ah Alafu kwa muonekano ulivyokuwa, namuona kama ana kidogodogo hivi, lakini kama angekuwa nacho kidogodogo, wasingeweza kuendesha basikeli, angekuwa anapiga mala hapa, mala hapa, mala hapa, malapa, mala hapa, mshoni ebala mgambo na mgambo Bibi, hizi taarifa nye mmezipata? Sauti punguza kidogo. mm -hmm. Taarifa gani? Ni kuhusiana na wale vijana waliopotea, Kasha nakaya wamepatikana, lakini chakusikitisha Amale amefariki.

Dada, Mungu mkubwa! Wavuvi waliopotea wote wamepatikana, ingawa mmoja amekufa, lakini kai yupo na yuko mzima kabisa, alhamdulillahi rabbil alamin. eh, kwa hiyo kai yuko wapi? Kai inawezekana akawamenda nyumbani. Kwa hiyo nakuomba hapa tutoke hapa, twende nyumbani kwako. Sawa kaka, nimefurahi sana. Basi twende kaka. Sawa sawa. Mwaleni vijana tena. Mnaenda wapi? Sisi tulikuwa tunakuja kwenye kikao. Na shangazi mnarudi vipi tena? Kilichoongeleka pale bwana kuhusu familia ya bwana Malem Omal. Nani anaweza akaichukua na kwenda kuisaidia? Yaani kama kama kuna mtu yoyote yule anaweza kaichukua ile familia na kwenda kukaa nayo nyumbani kwake yeye. Kwa, kwa sababu kuna watu kidogo kwenye kijiji waga wana mia mbili mia tatu kina Selenge kina Mamalio wanaweza kawachukua na kukaa nao. Je, nani anaweza kukaa nao? Ndoto alilokopo pale yani, ina maana kwenye kaka kikao, mwenyekiti mpaka na mjumbe ameshindwa kupitisha kakamati tu kwa kutangisha eh, tuwachangie wenze tu mpate matatizo, kweli. Ah, hala ndugu yangu, wewe kuenda wewe, unayo unayo 1000 2000 unayo ya kumchangia hauna eh, au wewe kwa vile challenge cha kujua macho yako wewe eh, waluwalu kwenye familia ya marehemu pale tayari ushaona kuna vidogo vidogo vyake pale eh, unavitamani. Hai hey, kachukue. Kachukue wewe kae naye. Lakini si haka. Ha, alafu kweli. Huyu jamaa ifanya na hela sana. Inawezekana akitamani kile kidogo kile. Ha, kumbe ndo tabia yake. Sasa basi niwaambie tu madhali kikao kimeisha. Haya. Mtajua ni wenyewe kama mnaenda huku au mnarudi. Sikiliza wewe kunguru wa kiume. Afaka katinga katinga na kaona kila siku na kuona unaingia kwenye mfuma na kuja kukapasua aka. Naongeanisha dakika mbili aka kalikuwa kanana wa damu. Kwenye haka kakijiji kuna watu wana chokochoko. wewe, wewe nantafuta ubaya. Kwenye haka kakijiji utakuja kusababisha ni hame. Kwenye haka kajuku kana nifatofa. Na wewe. Ina maana mko mnafiki kiasi hicho? Kwa hiyo mimi nikawateke wada. Ina maana kujitoa kwa mkwe, wewe tu kujitoa kwa ajili ya watu wewe. Basi tende, tende, tende wasikilize uja mwe. Ushakwa kajinga kajinga siku hizi na wewe. Na wewe ungebaki dai kambiru kuna na watamu. Shuwa ini mkubwa na ndo maana nitembea upande upande kama pantoni. unatoka na dangu wa kazi. Ukiniangalia tu mpaka chini unaweza ukazana mimi wewe. Eh? Niniwa unaweza ukapata mtoto wa e mimi? Nilikuwa naomba uende ukambembeleze uka, uka alafu muda mimi ikiwa najiandaa huu ni danga lako tu.

Nimemuoa, anataka anizalie mtoto. <laughs> Tafadhali, tafadhali tumia taaluma yako, hata huyo jaji huyu Akim ni lazima asikilize pande zote mbili, na mambo yote ambayo tulianzisha mimi na wewe nyuma yabaki kwenye kumbukumbu za urafiki tu na si vinginevyo, hmm? Kuzana wewe wewe, si bora niende bafuni mimi, sio kama au makaba Sawe. E, sawa sawa eh, yangu utanipa maisha sasa kwa maana umekuja kunidhihirishia kwamba ye ni mwanaume jabari, mwanamke amethubutu kumwacha mume wake wa ndoa kwa sababu yako, si ndio? Pete yako ya ndoa iko wapi? Toka nje ondoka. Kwenda! Mama mama mama, hebu subiri kwanza. Hatupasi kutumia jazba katika ni swala. Leo nataka kujua kweli. Unanipenda au unipendi? Yaani Chiko ndio Baba Steve

Siku zote atamwanya na wafanani na pengo zile hadisi za wahenga nilohadisiwa, kwamba mapenzi yanaua ni wongo, ni wongo kwako wewe. Sijakosia njia, umeniteka hizia aio, dereva wa moyo, hamuna mwingine. Nimependa ninapo kumbe mapenzi ni matamu na msemi, nimependa ninapopendwa. Kumbe mapenzi ni matamu na msemi, ameridhika nami na mimi